Ni siku ya Ijumaa ambapo mpenzi mtazamaji asubuhi ya ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, u hali gani? Nikutumai kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka na uko tayari kabisa kuweza na kupokea baraka za Mwenyezi Mungu kupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka ambapo tunaendelea na kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu, na naye mtumishi wake ambaye ni Pastor Jacinta Sana kutoka kanisa la ABC Misuuni Mitaboni Pastorate Machakos, Ota, karibu sana tuendelee na kubarikiwa pamoja. Naomba ni kusalim mpendo wa mtazamaji katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Natumai umeamka salama, tunafaa kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwema katika maisha yetu. Naomba nikukaribishe kwa kipindi chetu cha manyunyu ya baraka asubuhi ya leo na kwa hiyo wiki yote natumai mpendwa, tunaendelea kubarikiwa kwa pamoja. Naomba Mungu akaweze kukutana na mahitaji yako na akakutimizia, kwa sababu yeye ni Mungu. Usihofu kwa yale ambayo unapitia, kwa sababu tunaye Mungu. Tuombe ni kwa ajili ya neno. Mungu wetu na baba yetu tunasema ni asante, tunaliinua jina lako, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Asubuhi jema, umetubariki kuwa hai, tuendapo kulisikia neno lako tunaomba Bwana ukaweze kuileta kwetu kwa ile njia ambayo wewe mwenyewe ulipanga. Nitumie kama chombo chako ili nikaweze kufikia watu wako na neno lako Bwana likaweze kutubariki sisi sote. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Neno la Mungu tunaenda kutoa katika kitabu cha Mwanzo, kifungu ni hicho cha 50 mstari wa kumi na tano tufike huo wa ishirini na moja. Neno la Mungu linasema hivi, kitabu ni cha Mwanzo kifungu cha hamsini mstari wa kumi na tano tufike wa ishirini na moja. Nduku. Ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa walisema, labda Yusufu atatuchukia naye atatulipa maofu yetu tuliyomtenda wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yao, yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uwaachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mambaya. Sasa twakwomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye nduguze. Wakaenda tena wakamwangukia miguu, wakasema, tazama, sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia msiogope, je, mimi ni badala ya Mungu? Nani kweli, mlinikusudia mabaya, bali Mungu alikusudia kwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo basi sasa msiogope mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji kusema nao wema. Bwana Yesu na asifiwe. Ninajua ya kwamba hii historia ya mtumishi wa Mungu Yusufu na duguze unaijua na unaielewa vyema vile mambo yalivyokuwa mpaka Yusufu akuja akakuja kujipata mahali yalipo, yale mambo ambayo aliyapitia, yale mambo ambayo ndugu zake walimtendea, hadi hapa tunaona wakikuja kumuomba msamaha kwa yale mambo ambayo walimfanyia. mpenzi mtazamaji, Nataka kuongea na wewe asubuhi hii ya leo ni kuonyeshe uelewe ya kwamba mali ulipo umewekwa na Mungu. Mali ulipo siku ya leo umewekwa na Mungu. Na kwa sababu ni Mungu amekuweka hapo, unafaa kujua na kutambua malengo ya Mungu ya kukuweka mahali ulipo. Nataka ujue na utambue yale malengo ambayo yalimfanya Mungu akuweke mahali ulipo siku ya leo. Mtumishi wa Mungu Yusufu alielewa. Ndugu zake walikusudia kwa mambaya kumtendea yale ambayo walimtendea, lakini Mungu alikusudia kuwa mema, akuja kuokoa taifa mzima. Mara nyingine sisi watu tunawekwa mahali na Mungu na tunakosa kutambua na kuelewa kwa nini Mungu ametuweka hapo. Unasahau ya kwamba Mungu amekuweka hapo ili ukaweze kusaidia watu. Na unajipenda wewe mwenyewe mara nyingine, unapenda watu wako na upendi kusaidia watu wa taifa. Mi nataka kukukumbusha kuku, ya kwamba malengo ya Mungu kukuweka hapo alikuwa na kusudi la wewe kuwa mahali ulipo siku ya leo. Ndio, unaweza sema watu hawajui wa ulipitia yapi ili ukaweze kufika mahali ulipo. Unaweza kusema wengine walikuwa wanamichekelea wengine walikuwa wana midharau, wakiwemo nitakaa mahali pamoja. Ni kweli sisi watu tunakaa hivyo, watu wanakuchekelea na kesho wanakuja wanakupata umeinuliwa, umekuwa mkubwa wao. Ndivyo ilivyofanyika kwa mtumishi wa Mungu Yusufu. Nduguze walimdharau, walimwona tu mtu wa kuota ndoto mpaka wakampea jina ya wa mtu wa kuota ndoto. Kila siku walipomwona akikuja, akiwaletea chakula, wakasema yule mtu wa ndoto ni yule, ndio uo, ndio ilikuwa jina lake. Wakakusudia kumfanyia mabaya, lakini alikuja kuwasamee kwa yale mambo ambayo walimfanyia, na akawatendea mema. Tusiwe watu wa kulipiza mema kwa mabaya. Wapendwa watazamaji, hata watu wakikufanyia mambaya, watendee mema, kwa sababu Mungu mahali amekuweka siku ya leo amekuweka na kusudi uweze kuokoa watu wengi. Wewe, kwa kijiji chenu ni wewe umeinuliwa, ili watoto wa hiyo wa kijiji yenu uweze kuwapeleka kazi. Umeinuliwa kwa kijiji chenu, chenu, ili watu waako kwenu waweze kupata mapato kutoka kwako kwa. Familia za watu wengi wakule kutoka kwako kwa. Familia za watu wengi wavalishwe nguo kutoka kwako kwa. Na usianze kusema si nikisoma mlikuwa hapa, mlikuwa mnanitekelea, wengine wenu mlikuwa mnajua kwetu tulikuwa tunalala na jaa, amikutusaidia na leo huu mnataka niwasaidie eh? Kwa sababu wao walikusudia kwa mabaya, lakini Mungu alikusudia kuwa mema kwako, na ndio maana amekuweka mahali hapo ulipo ili ukaweze kuwasaidia watu. Kwa hivyo, mpendwa mtazamaji, tambua malengo ya Mungu kuweka mahali ulipo siku ya leo. Tambua malengo ya Mungu kukuweka mahali ulipo siku ya leo, kwa sababu ujui kwa nini Mungu amekuinua na akakuweka mahali ulipo. Aya, wengine tunasahau tunapoendelea na kukua, unasahau na malengo ya Mungu katika maisha yako, unasahau kwa nini Mungu alikuumba. Mimi nataka mponda mtazamaji ukaweze kufikiri, kufikiria kwa nini Mungu alikuumba. Unaweza kuwa unanitazama siku ya leo na uko kwa masomo Mwanarika, nakwambia tambua malengo ya mungu katika maisha yako, kumbuka kwa nini mungu alikuumba. Nataka ufikirie hayo malengo na ujua, kana kwamba siku ya leo unasoma na unatarajiwa na watu wengi ukuje kuwasaidia. Wazazi wako wanakutarajia, wanakijiji wanakutarajia, walimu wanakutarajia, hizi wote tunakutarajia, na wala uko hapo unacheza na masomo. Tambua malengo ya Mungu katika maisha yako, jijue wewe ni nani, jijue kwa nini ulikuja kwa hii dunia, jua unataka nini katika maisha. Acha kucheza na masomo, jitambue, wewe ni nani, unataka kuwa nini? Kuna watu wanakungojea ukuje kuwainua katika maisha a wengine ni wakubwa wako na wanakungojea wewe, wana unayocheza na masomo, ukuja kuwainua katika maisha, na wewe unacheza bado, hujatambua unataka nini katika maisha, hujatambua Mungu alikuumba kwa nini. Ujumbe huu wako asubuhi hii ya leo, mpendwa, ukaweze kujua malengo ya Mungu kukuumba, ukaweze kujitambua wewe ni nani, ukajua unataka nini katika maisha yako, na ukijua hayo mambo utafunguka akili na utatia bidii mali ulipo. Siku ya leo utatia bidii ili uweze kuinuliwa zaidi na zaidi, kwa sababu Mungu aliumba kila mtu na malengo yake. Ingawa Yusufu alidharauliwa, alikuja kuokoa taifa nzima. Hata buguze walikuja kupiga magoti mbele yake, wakamuomba msamaha na kwa sababu yeye alitambua malengo ya Mungu katika maisha yake, akawaambia ninyi mlikusudia kuwa mambaya, lakini Mungu alikusudia kuwa mema. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa uling'ang'ana sana kufika hapo ulipo, lakini Mungu alikusaidia. Kumbuka malengo ya Mungu ya wewe kuwa hapo. Kumbuka malengo ya Mungu katika maisha yako, saidia wetu fanyia watu mema, tembea watu mema, ili Mungu azidi kukuinua zaidi na zaidi. Na jambo hile ingine, kumbuka kutembea na Mungu. Ukitembea na Yesu utapungukiwa na chochote. Ukitembea na Mungu atakusaidia mahali palipo na milima, atakushika mahali palipo na mabonde, ataenda na wewe na atakusaidia katika kila hali, atakusaidia katika kila jambo. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji asubuhi hii ya leo kupitia hii historia ya mtumishi wa Mungu Yusufu, tambua malengo ya wewe kuwa ai. Enda ukamuulize Mungu, kwa nini uliniumba? Uliniumba niwe hapa nilipo siku ya leo. Mungu nisaidie nikaweze kuyafikia malengo yangu, Mungu nisaidie nifikie malengo, niweze kuwasaidia watu wako. Nimejua ni watu wengi ambao wananiangalia, wananitegemea nikuje kuwainua katika maisha. Mungu nisaidie, ili siku moja nikuje kuinua watu maishani mwao, ili siku moja nikuje kuajiri watu kijiji chetu, watu wanitegemee na niwainue. Kwa hivyo, mpenda mtazamaji, tutambue malengo ya Mungu katika maisha yetu, na tutende mema kwa wale ambao tutakutana nao. Hata wakitutendea mabaya, tenda mema, nenda zako, Mungu atakulipa. Mtumishi wa Mungu Yusufu aliwatendea mema, aliwalisha wao na watoto wao. Na Mungu alizidi kumbariki na alizidi kumwinua. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, ukitambua malengo ya Mungu katika maisha yako, ukiuliza Mungu kwa nini uliniumba na ukijua alikuumbia nini, utaweza kutembea mpaka ufikie hayo malengo. Na ukitembea na Mungu, atakusaidia, atakuinua na utakuja kuitwa mbarikiwa. Bwana atubariki na abariki neno lake. Amina. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakuinua kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Ninakushukuru ni kwa ajili ya mtazamaji wangu siku hii ya leo, ambaye Bwana amekuwa pamoja nami amelisikiliza neno lako, jinsi Bwana ulivyokuwa umepanga ni kwa ajili yetu siku ya leo. Naomba Bwana ukaweze kumbariki mtazamaji, naomba Bwana ukaweze kumbariki, naomba Bwana ukaweze kumwinua kwa njia zako za ajabu katika jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana ukakutane na, uka na mahitaji yake na ukaweze kumtumizia kulingana mapenzi yako, kwa sababu wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Neno lako ambalo tumeweza kulisikia lifuatilie mioyoni yetu yetu Bwana na ukaweze kuyatimiza kulingana mapenzi yako. Roho wako Mtakatifu akazidi kutufunulia kwa kina na upana, ili neno lako likaweze kuzidi kutusaidia katika maisha yetu, tukaweze kuyatambua malengo yetu katika hii dunia na tukaweze kukaa ndani ya hayo malengo, ili wewe Mungu ukazidi kutuinua zaidi na zaidi, na tuweze kulitukuza na kuliinua jina lako kila siku, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Umuhimu wa msamaha wa kweli hapa e, tumeweza na kuona, yaani maisha ya Yosefu aliweza na kusamehe ndugu zake, msamaha ambao ulikuwa ni wa kweli, kama vile ambavyo wakati mwingi huwa tunaomba msamaha hata mbele za Mwenyezi Mungu na kutusamehe. Wakati mwingi hata tunafika wakati mwingine tunakuwa na wasiwasi wasi kweli tumesamehewa, maana mtu anafika tu wakati fulani anaona kwamba ni kama alikuwa ametenda dhambi kubwa. Ni kama anaona kuna dhambi kubwa, kuna dhambi ndogo. Hapana. Msamaha wa kweli hutokana na Mwenyezi Mungu. Na hapa tumeona maisha ya Yusufu. Aliweza hapa, aliweza na kuwasamehe ndugu zake. Msamaha ulio wa kweli. Kingine tukaweza na kujifundisha kwamba wakati mwingine katika haya maisha unaweza ukatendewa mabaya na watu unaowafahamu, watu wa familia, wengine wali, yani uliwaona ama yani walikuonyesha ni kama ni marafiki zako, wengine uliwaona wa karibu sana, wakaweza na kukuumiza moyo wakakutendia mabaya. Tumejua kwamba hali hiyo ya kutendewa huo mbaya, Mwenyezi Mungu anaweza kutumia huo mbaya ukawa ni baraka kwako, ukawa ndio utaweza kufungulia njia, ukawa ndio utaweza kukufikisha pale kwenye hatima yako. Mwenyezi Mungu na asifiwe. Yani unaona ule ubaya huyu E, mtumishi wa Mwenyezi Mungu aliweza na kutendewa na ndugu zake. Kumbe ulikuwa ni mwanzo wa kufungua baraka zake. Wa Mwenyezi Mungu akaweze na kutimiza kile ambacho alikuwa amepanga kwa maisha yake. Maana yani kwa waliona tu mm-hmm, tumemalizana tu naye. Kumbe Mwenyezi Mungu alikuwa amchukulie kutoka hapo ili hatima yake ikaweze na kufika akaweze yani, na kuonyeshana sasa kile ambacho nilikuwa nimepanga kwa maisha yake kitaweza na kutimia. Ile hali ambayo aliweza na kutendewa kwa wakati umeambia, aliona ni vibaya, meambia aliumia, lakini kupitia yani, hayo yote, kupitia hiyo hiyo kuumizwa yote, Mwenyezi Mungu kumbe hiyo ndo anatumia, ili akaweze kumuinua na pia kumbariki. Hivyo basi ni kusema kwamba usiwatupilie mbali sana, mhm, usiwalaani au ambao unaona ni andui zako. Wanaweza kuwa ndio watatumika ili wakakuinue. Wanaweza kuwa ndio sasa watakutesa ili wakaweze na kukusongesha karibu na hatima yako, ukaweze na kuitwa kile ambacho Mwenyezi Mungu alikusudia ukaitwe, ukaweze yani, Mwenyezi Mungu akaweza akaweze na kutimiza kile ambacho alikuwa amepanga katika maisha yako kupitia nini? Kupitia mahali pali ambapo maandui zako amba, yani hao waliweza na kukupitisha. Mwenyezi Mungu akatumia hiyo chansi kukuinua, usiwalaani wala hayo yote usione ni mabaya tu. Hesabu, kuna baraka ndani yake. Ni siku ambapo ndugu zetu huwa naenda katika nyumba za ibada kwa kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka kwa kwa mtazamaji wangu, mahali popote pale utashinda, ukiwa Mungu awa pamoja nawe, Mungu akakuongoze. Natupatane hapo saa tatu na nusu e, usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya iki kipindi. Shalom.